Asa? tuko burudani kabisa. <coughs> Sauti zimekauka. Mtu kaingia nde uh -huh. na tachi goli ya uh -huh. nde tachi ya kwanza goli tachi ya kwanza goli, goli. Umeona wapi? Ile kitaalamu tunaita kitala super, super fantastic player yule mtu, kwa sababu pasi ya kwanza, tachi ya kwanza goli. Unaonaje huyo jambo? yule mchezaji amezungumzwa maneno mengi sana, sijui huyu ikifika mwisho ya nini tutamwacha hii, lakini ye kaonyesha sasa hivi kitu tofauti. Sawa, kaingia na goli, mpira umeisha, tumeondoka na alama tatu. I, ile shangilio la mashabiki, ile imeshangilia kweli kweli, lakini sio tu mashabiki, wachezaji, mm. Benchi, zima limenyanyuka. Kwa sababu yule ndo mchezaji ambaye hakuwahi kucheza tokea alivyosajiliwa ameingia, kaingia na baraka kati ya goli, kwa nini watu wasishangilie? Alikuwa anakosa nafasi kapata nafasi kaonesha, kamwonyesha bwana Matola. Bwana mi mtu mimi ni mtu kitu chuma ya kwanza Matola tusimzungu tusimsifu, sawa, lakini Matola ni mtu ambaye anajua boli, kwa sababu yule kapitia kwa makocha wengi sana kwao, naye akijumlisha na vitu vyake, huyo mtu ana balaa. Wewe ni timu, tukimpa Matola hi Matola anaonesha maajabu. Wewe unaona leo hii Eh, tumempa Matola timu kwa uwezo wa Mungu, tumeondoka tatu na alama tatu na goli tatu, na watu wamecheza mpira biliani, pasi, control, pasi, dribble a pasi... hizo pasi nyingi sana ndio tuseme ile Simba, morali wa Simba yetu yeah. Naona unarudi kwa sababu unajua Simba ilikuwa, ukiangalia Simba ilikuwa inafungwafungwa, ndo Simba hii ambayo leo imeshinda kwa hiyo kilichokuwa kinakosekana ni ile morali ya timu. Sasa sijajua yule matatu alikuwa anashinda kupangilia kikosi au vipi. Lakini tumeona kabisa leo kitendo cha kocha wetu Selemani Matola kaanzisha kikosi ambacho ukiangalia tu kikosi, unajua ile ni kosi la ushindi. Yaani ule ushindi haujaja kwa bahati mbaya. Wewe yeah. Mkatakuni na umeweka jenge Yusuf Kagoma. Kwanza Kagoma akiwa dimba la chini pale, hata wale mabeki wa kati wenyewe anakuwa na amani kwamba tuna mtu salama. Yaani ukimwona mshambuliaji yeah. Amepita kwa Kagoma mpaka anakutana na zile beki kama mtu alopita kwenye michongoma. Unafikiri hata kwa salama lazima ujeruhiwe. Kwa hiyo kitendo cha kupishana na Kagoma, unapunguzwa kasi ya kwenda kuwazuru nini? Goalkeeper na mabeki wake. Kwa hiyo unapomkataa Kagoma, yaani unakuwa unatuchanganya, yaani wewe wewe wewe unatumia elimu gani kumkataa Kagoma? Lakini leo tunashukuru kocha wetu Selemani Matola anaijua Simba na ndio maana wote wanaondoka wanamwacha kabisa. Kuna kitu anakijua. Atumii nguvu kubwa ndio maana yeye leo kapanga kikosi rahisi na kikosi ambacho ja, akijampa stress na kimempa ushindi. <muchilio> Bahati mzuri kikubwa zaidi cha kushukuru, mchezaji wetu pendwa, mimi napenda kumuita Mo Salah kutoka Kenya, kwa sababu ni mtu ambaye amekumbana na misukosuko mingi sana katika ujio wake. Ameanza kukumbana na majeraha tangu akiwa pre-season mpaka ligi inaanza, hadi mashindano ya kimataifa hajagusa hata mechi moja. Watu wengi washaongea na mwenye anasoma, naona wanamkatia tamaa. Yaani ni ile hali kabisa ya kuona kama vile tumepigwa, lakini ni kwamba kile ile yale anayopitia katika mpira, hata wale wachezaji wenzake nao pia alinafika hatua wanamwonea huruma, na ndio maana umeona kitendo cha leo kuingia, bahati nzuri amepata na goli, amna aliyekaa kwenye benchi wote wamekwenda kufurahi. Nadhani kupitia goli la leo, Mwenyezi Mungu amwepushe na majeraha mengine. Bajabeer takuja kumuona yule Bajabel ambaye mpaka Fadu Davis alivutiwa naye kumleta Tanzania. Inamaana imekwenda kumrudisha morali na kumtoa stress na kumpa confidence ambayo tunatarajia katika gemu zijazo, atakuja kuonyesha uwezo wake ambao uliomfanya atoke huko Kenya mpaka aje Tanzania. Mi naamini kwenye kwenye kwa sababu alichokionesha leo hajafanya makubwa, lakini mtu kuingia na kufunga. Hilo ni jambo kubwa sana. Hajafanya makubwa, hajapiga pasi nyingi, lakini ameingia na goli, kwao ni kitu ambacho ni kizuri sana. Sawa kwanza katu, katu kuna watu wengi kwa prove wrong. Sawa. Kama alivyosema brother Big, ameingia amekutana na injury, amekutana na bench. Leo hii kaingia. Kaonesha kile kitu, kwa mimi najua. Ndio maana leo hii tuona watu wengi sio sisi tu. Sawa, wewe sisi kwa sababu sisi ni wanafiki, hadi wachezaji wenzake wakaenda wakampongeza kwa hicho kifaa. Ni kizuri sana kizuri sana.